Kwa siichanacho moroko tulienda wachezaji ishirini na nne na sasa hivi tumeongeza wachezaji wengine ambao sita ambao walikuwa wamebaki ko. Kama nilivyosema awali, wachezaji wote kwa mpaka muda huu unapoongea wako vizuri, tayari kwa mchezo. Eh, wengine ambao walikuwa na injury ndogo ndogo wanaendelea kuwa na matibabu, wanaendelea kuwa kwenye uangalizi wa madaktari, lakini nadhani by tomorrow tutakuwa katika maisha mazuri ambayo tunaweza kusema kama tuko vizuri. Bado unaweza kusema tungeendelea kwa Dar es Salaam, lakini mwisho wa siku tukaja huko. Lakini ukumbuke viwanja tutakachotegemea kutumia Dar es Salaam ni tofauti na, na, na kiwanja ambacho kiko Zanzibar. Hii ni hybrid, kule tunatumia katika natural grass, kwa at least tunakuja kuhakikisha kwamba hatupate kizuizi chochote ambacho kinaweza kutusaidia tusipate matokeo mazuri. Tunategemea mechi itakuwa ngumu, mechi yenye ushindani, lakini ni mechi ya maamuzi, kwa sababu sio mechi ya kushinda tu, ni mechi ya kuhakikisha kwamba tunapata matokeo yanaweza kuhakikishia kwamba tunachukua kombe. Tujitokeze kwa wingi kuja kushangilia tukiwa tunakabidhiwa ubingwa, sio kucheza a, a, sisi hatuchezwa kuja kukabidhiwa tu, maana tayari tumeshabeba ubingwa. Wafanye wafanyavyo, wakatae wasikatae, wakubali wasikubali, kombe tunalibeba, na tukishamaliza kulibeba hapa, linazunguka Zanzibar nzima kwanza. Umekula mbili zetu, utatapika mbili zetu na tunakupa nyingine. Huu ndio ubaya ubwela. Ehe, pali popote, so so sio uwanja wowote, sio complex ya Amani, hata complex ya Chamazi, popote. Kiufupi popote tutakapotuweka sisi, ubaya ubwela.